Hivi rafiki yangu, unajua ya kuwa uvumilivu wako ndio tiketi ya kufanikisha ndoto zako? Ndio, na hata kama una ndoto kubwa <gibu> basi jua hiyo ndoto kubwa yako inakuhitaji moyo mkubwa pia wa uvumilivu, maana changamoto ni nyingi sana za kukatisha tamaa, ila kama utavumilia leo ndipo utafanikiwa kesho. Karibu sana. Mimi ni Erick Kisaule na hii ni Success Path Network. Each one Teach one. Yes, leo nimekuandalia mada moja nzuri sana ambayo inazungumzia uvumilivu. Tunajua tuna ndoto kubwa sana na tunajua wote tuna malengo ya kufanikiwa na ya kufanikisha ndoto zetu. Lakini katika maisha tumekuwa tunakutana na changamoto kubwa sana na kuna wakati kupitia changamoto hizo zinapelekea mtu kukosa tena hamu ya kuendelea kufanya kile unachokifanya. Kuna muda unakosa kabisa nguvu, lakini hivi vyote vinatokana na kukosa sapoti kutoka kwa watu ambao wakati mwingine ulitegemea watakuvusha kutoka sehemu moja na kwenda sehemu nyingine. Kwa hiyo rafiki yangu, kama una ndoto kubwa na kama una malengo, jua kabisa kuna wakati kitakachokufanikisha ni uvumilivu wako tu na si kingine. Yawezekana una kila resource ya kuweza kukufikisha ng'ambo, lakini kuna wakati utakata tamaa, kuna watu watakukatisha tamaa, kuna wakati utakosa fedha, kuna wakati utakosa hata mtu wa kukupa neno ambalo litakupa faraja ya kuvuka kutoka, kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Basi mimi leo rafiki yako niko hapa kukutia moyo, nakuambia hata kama watu wote watakuacha, Mungu anajua ndoto yako na Mungu anajua kile ulichokibeba na yeye hata kuacha atahakikisha unafanikiwa na unafikia lengo. Ni kukumbushe tu raisi wa South Africa ambaye tunamfahamu marehemu hayati Nelson Mandela alikaa gerezani zaidi ya miaka ishirini na saba akivumilia tu kuja kuwa raisi, na baada ya kutoka gerezani katika hiyo miaka ishirini na saba alivumilia tena miaka mitatu mpaka mwaka 1994 ndio alikuja kuwa rais, na leo imekuwa historia. Kila mtu anamjua Nelson Mandela. ji wewe rafiki yangu, hiyo changamoto ambayo unapitia utaweza kuvumilia miaka 27 kama Nelson Mandela? Nafikiri hiyo inakuonyesha, uone changamoto yako yawezekana ni kubwa, lakini bado ni ndogo sana ukilinganisha na changamoto za watu wengine. Kwa hiyo ibebe changamoto yako, ukiamini, ukivumilia mpaka mwisho, hiyo ndio itakuwa tiketi ya kufanikiwa kwako. Yawezekana hauna pesa kwa sasa, yawezekana hauna pa kuishi kwa sasa, yawezekana hauna hata mtu wa kukupa moyo wala wakukupa neno la faraja, lakini nikwambie tu, yupo Mungu. Yeah, yupo Mungu anayesikia kilio chako, yuko Mungu ambaye yeye ndo aliweka hayo maono ndani yako, na yupo Mungu ambaye yeye ndio atakusaidia kutimiza kila ulichokipanga na kila unachokifikiria. Hata kama wanadamu amekuacha yeye hatakuacha na atakushika mkono mpaka pale utakapofikia ndoto yako. Mimi ninaitwa Eric, endelea kukaa hapa hapahapa, katika chaneli yetu ya SPN. Tutaendelea kukufunza mengi sana. Usisahau kulike, kucomment na kusubscribe. Yawezekana kuna changamoto unaipitia, unaweza ukatuambia hapo, tukaendelea kuelimishana. Nyuma ya kamera yupo Noel anafanya. Uendelee kunione hapa kila siku. Asante kwa Eric.